updates kwa mara nyingine tena, ni furaha yangu na ya kwako kuweza kukutana tena katika elimika na bima, na kama tunapozungumza kuhusiana na elimika na bima, basi ujue tunaongelea NIC na sisi ndio bima. Tumekutana tena siku nyingine, ni matumaini yangu umekuwa ukiendelea kujifunza, umeendelea ukikusanya taarifa, lakini pia na kuwashirikisha wengine. Wataalamu wanasema nazo mwenyewe inakuwa haina maana, unapowashirikisha na wengine, ndipo utaeleza umaana wa taarifa ambazo unakuwa nao. Leo ni siku nyingine, niko tena hapa na mtu anaitwa Enid Zakayo kwa ajili ya kuzungumza mambo yanayohusiana na bima. Mambo Ma. vipi? Safi, karibu sana. Mambo yako. wengi ambao wa wanakujaga hapa kama sio wote, nikiuliza habari za NIC, wananiambia sisi bima tu. Wao ni bima, bimana yani taarifa nyingine kutoka NIC. Wewe naye ni bima tu mimi ni bima tu, sisi ndio bima. Ah, okay. Ongeleni sana. Asante. Leo tumekuja kwa ajili ya kuzungumza kitu ambacho pengine kinaweza kuwa msaada kwa watu wengine. Leo tunazungumza nini hasa? Leo tutazungumza kuhusiana na taratibu za madai ya COMESA. mm -hmm. Bima ya COMESA ambayo ambao tunaitoa sisi kama NIC. Sasa pale mtu anapopata changamoto mm -hmm. aweze kufata taratibu zipi ili aweze kupata fidia okay. Tuanze na hizi aya madai, utaratibu wa madai bima ya COMESA Bima Komesa na na Bima Komesa ni ni nyongeza ya coverage ya bima ya vyombo vya moto ambayo ambao tunaitoa hapa Tanzania kwa kuwaruhusu watumiaji wa vyombo vya moto Tanzania kuruhusiwa kutumia vyombo vyao vya moto kwenda kwenye nchi ambazo ziko kwenye umoja wa Komesa na nchi ambazo zime, zimeomba kushirikiana na nchi ambazo kwenye umoja wa Komesa katika kutoa huduma hii ya bima. Kwa hiyo jumla wako wanachama kumi na tatu, nchi kumi na tatu na Tanzania tukao miongoni mwao kwa hiyo a bima ya chombo cha moto ya hapa Tanzania mm. Tutaiongezea extension au nyongeza ya kupata huduma mtu anapopata majanga akiwa katika hizo nchi nyingine, nchi kumi na tatu hapo kwa ajili ue ya uelewa. Kwa hiyo atakuwa na bima ya hapa nchini, lakini apata na extension ya comesa, ndio atakuwa na bima ya hapa Tanzania mm. vyombo vya moto. Kwa hiyo tutamwongezea package ambayo ni third party ya kumruhusu mm. kutumia hicho chombo chake katika mm. nchi nyingine hizo so ambazo ziko kwenye huo umoja. Tumekuwa mm. na watu wakitumia hii bima nchi za Komesa, ndio tumekuwa na watu wengi, na sana sana watumiaji wa wafanyabiashara wanaotumia wafanyabiashara wa usafiriaji wanaotumia magari makubwa mm. uh, maloli na magari mengine mm. lakini hata watu binafsi pia, watu wana familia zao mm. wanaenda matembezi mm. kwao, wanakwenda kule sana mm. na tunawapa hii huduma, hiyo bima, lakini pia wanakuja Tanzania watu wengi kutoka mm. nchi nyingine pia wanaruhusiwa kuja wakiwa wana na hiyo bima ya komesa. Sawa, kabla tujafika kwenye utaratibu wa namna kuclaim, tuanze na utaratibu wa mfano, wale ambao wanatoka kule kuja nchini enyewe wanaweza kukata hii bima wanaruhusiwa, wana kukata na wanatakiwa wakatie nchini kwao k kwa wanapokuja huku wawe nayo tayari, ila sisi hatuwapi wao hiyo bima wao. hmm. wanatakiwa waipate kutoka kwenye nchi zao husika hmm. wanakuja nayo huku hmm. na sisi tunawapo wanaotoka huku io waweze kwenda kwenye hizo nchi nyingine Safi sana. Nini kinaweza kapelekea mtu kusababisha majanga au kupelekea changamoto katika nchi ya COMESA? Mfano umuhimu gani wa kukata hii bima? Mtu apokuwa anasafiri kwenda huko, ana malori yake, ana biashara zake, ana mzigo au ana watu, nini umuhimu wake hasa? Asante. kwa umuhimu kwa sana sana ni umuhimu wa kupata huduma atakaposababisha majanga mm, na majanga ya barabarani sana sana, mm, sana ni ajali mm. kwa hiyo yule mtumiaji wa kile chombo cha moto atakapopata ajali mm, ni muhimu awe na hii bima kwa sababu hawezi kujua ni madhara gani atayasababisha, anaweza mm, akasababisha madhara ambayo ni gharama kubwa sana mm, kuya kuyaweka kuya, kuya, sawa au akasababisha majanga ambayo gharama yake sio kubwa. Kwa hiyo kama ilivyo sheria ya bima katika au huduma za bima katika nchi husika, package ambazo ziko kwenye hiyo bima katika nchi husika ndio hiyo hiyo atakaoipata, lakini ni kwenye package ya third party tu. Kwa hiyo ni hiyo hiyo atakaoipata atafidiwa, akisababisha majanga kwa either kwa mtu majeraha kwa mtu au mali, akiharibu mali au chombo cha moto cha mwenzake anapokuwa katika nchi jirani. Kwa hiyo ina umuhimu sana, itamsaidia kwa sababu huwezi kujua ni mbagamsababisha ajali ni kitu cha bahati mbaya. Insurance tunadili na risk. mm -hmm. Bima ni, ni, ni, ma, ni majanga kwao. Sasa kama tunadhibiti majanga, huwezi kujua janga litatokea. Ni janga, huwezi kujua litatokea muda gani. Kwao ni kitu ambacho ni uncertainty, hatukijui kitatokea muda gani. Kwao ni muhimu uwe na kinga, ili likitokea uweze kuwa covered, uwe, uweze kuwa covered. Kwa hiyo utakuwa na hiyo bima, ukifika huko, bahati mbaya ikatokea ajali, basi wewe usianze kutumia gharama yako kufidia, bima itafidia kwa niaba yako, na ndio maana ya kuwepo bima. Umetaja majanga kama kusababisha ajali, umesababisha umesema majanga kama kuharibifu wa mali na umesema pia pengine kugonga kusababisha labda majeraha la uh, utaratibu huo unakuwaje sasa katika moja kwenda nyingine? Okay, kwa utaratibu unaokuwepo, kwanza kuna namna mbili. Kuna Watanzania ambao tunawapa bima hizi wanaenda kwenye nchi nyingine, wao wanaweza wakasababisha ajali. Kwa hiyo kuna utaratibu wake, lakini pia kuna utaratibu kwa Tanzania au watu ambao watapata watasababishwa majanga. Kuna watu wakiwa hapa Tanzania na watu watumiaji wa vyombo vya moto ambao wametoka na COMESA kwenye nchi zao kwao, kuna namna mbili. Na kwa kuanza naweza nikaanza na Watanzania ambao watasababishiwa ajali na hapa Tanzania na watumiaji wa mm vyombo -hmm. vya moto kutoka mm -hmm. nchi nyingine ziko yes, kumi na tatu ziko okay. Yes, kumi na tatu kiwepo Tanzania mm. kuna Kenya kuna Rwanda kuna Uganda kuna Zambia, Congo na nyinginezo. Kwa hiyo Mtanzania akiwepo Tanzania aki Mtanzania akisababishiwa wedha ni Mtanzania au oh, ni mtu wa nchi nyingine, lakini ajali tokee hapa Tanzania yes, tunamtibia. Kwa maana hiyo kuna anaweza akapata majeruhi, anaweza akafariki, aka Mtanzania au huyo mtu atakae kuwa kwenye hii nchi, na anaweza akaribiwa chombo chake cha moto au amali yake, sio lazima chombo cha moto. Kwa hiyo kwa haya yote majanga matatu, sisi kama shirika la bima tunatoa fidia na taratibu zake zitatofautiana kidogo lakini vitu mm -hmm. Basics ni vile vile. kwa okay. mfano kama mtu atapata majeraha mm -hmm. Cha muhimu sana tutapata taarifa, lakini sisi kama NIC tutatoa compensation ya zile ule kipato ambacho alikipoteza katika ule muda mm -hmm. Na pia tutaangalia asilimia gani ya ulemavu ambayo ameipata mm -hmm. Kwa hiyo tutatoa fidia kutokana na, na hivyo vitu asilimia ulemavu alioupata majeraha aliyowapata ule muda ambao aliutumia katika matibabu mm. Shughuli zake ambazo zilikwama, kwa hiyo kile kipindi na zile gharama tazifidia. Pia gharama za matibabu na usafiri alizozitumia wakati wa, wa, wa, wa, wa, wa kutibiwa, kwa hiyo lazima tumrudishie kwa sababu asingepata okay. majanga <muchilis> e, angeendea shughuli zake, ile hela asingeitumia hospitalini mm. kwa hiyo kwanza atatibiwa then akishakaa vizuri atakuja kwa mpasati kwa sababu hatuwezi kumkopa seti mapema, kwa sababu hatujui wakati atatumia gharama gani. Kwa hiyo atatumia gharama zake, atapona. Baada ya hapo, atatuletea zile nyaraka, tutamlipa, tutamrudishia zile gharama zake, tutamlipa na ule muda ambao aliumwa ali, ali kulingana na kipato chake alichokipoteza, lakini pia tutampa na pole, kwa sababu uh, aliumia, tunajua aliumia, sasa hatuwezi kucalculate maumivu yake alikuwa kiasi gani, tumpe shilingi ngapi, lakini kuna utaratibu ambao umewekwa Uh, kufuata na sheria za Tanzania ya miongozo kutoka mm, kwa marigulita wetu ambao ni TIRA mm. Kwa hiyo tutazitumia zile kujua ni kiasi gani tutampa kama pole po. Tuenda kwenye nyingine huyu, uh, ambaye amepata ajali ambaye akatumia gharama zake kwa ajili ya matibabu uh, mwisho wa siku kama ulivyosema, mishowasikua liosezo mazuri kabisa, kwa kuwa tujue atatumia shilingi ngapi, tusubiri mpaka ifike mwishoni, utaratibu unakuwaje? Ana nyaraka zipi, anatakiwa awasilishe awasilishe NIDA awasilishe risiti za maanamii, awasilishe x-ray, nini nyaraka za muhimu ili ikitokea mtu ampata ajari. Ah, jamani niprintieni risiti, nyaraka zipi ni muhimu kwa mtu wa majeruhi? Asante. Kwa mtu wa majeruhi yu, kwanza kuna nyaraka tuseme kama kwa pande mbili, kuna nyaraka ambazo zinahusiana kile chombo cha moto kilichomgonga. Kwa hiyo lazima tujue kwanza huyo aliyemgonga kweli alikuwa na hiyo bima ya Komesa mm. Kwa hiyo tutahitaji kadi za lile za Komesa mm. au ile polisi ya Komesa ambayo atakuwa nayo yule mtu aliyomgonga. Kwa hiyo yule mtu aliyomgonga mm. ana wajibu wa kuhakikisha anampa hiyo bima ya Komesa, anampa leseni ambayo yule dereva alikuwa anaitumia lakini pia atampa kuna kuna fomu atatujazia ya mm. kuconfirm kwamba kweli mimi nimesababisha majanga. Mm. Baada ya hapo, kuna wenzetu maaskari wasimamizi wa usalama barabarani watatupa document inaitwa PF90 ambayo ni, ni nyaraka inatoa taarifa za awali za ajali. Kwa mm. hiyo tutapata na hiyo nyaraka. Baada ya hapo sasa, yeye ambaye ameumwa zile tutazipata kutoka kwa yule msababisha ajali. Sasa yule ambaye amepata majanga, yeye anatakiwa kutuletea kwanza risiti zote za matibabu mm. ili tuweze kumrudishia pesa. Kwa hiyo tunaamini unapolipia na nzuri serikali yetu inaimiza, ukilipia dai koo hakikisha una risiti zako za matibabu mm. Kitu cha pili utatuletea uh, medical, final medical report mm. taarifa ya mwisho ya ya, ya ya ya matibabu ambao utapewa na daktari kwenye hiyo hospitali yako husika mm. kwa ile itatusaidia kutuonesha, ume, umeumia kwa muda gani na umepata majeraha kiasi gani na umepata ulemavu wa kiasi gani mm. Kwao zile zinatusaidia sana. Kwa hiyo ni ya pili. Ya tatu, tutabidi atuambie kipato chake alichokuwa anaingiza kabla hajapata majeraha. Mm. Itha ni mfanyabiashara, mm. ana statement yake, mm. au ni mfanyabii ni mwajiliwa, mm. ana salary slip yake, kipo, au hata kama ni mtoto, mm. wazazi wake atuambie mm. kwamba huyu alikuwa ni mtoto basi tutakuwa tu demand tena hicho kitu, mm. au tuta, yaani tutabidi tufahamu taarifa mm. za za za, za, za kitu ki chake alichokuwa anakifanya ambao kinamwingizia kipato, mm. ambao kwa kinamwingizia pato jweni, ki, ki mm. kwa utujue ni kiasi gani amepoteza katika ule muda ambao alikuwa kwenye matibabu. Mm. Baada ya hapo tutahitaji baadhi ya supporting documents mm. chacho kutoka hospitalini maybe kama atakuwa na hizo x-ray, mm. au kama atakuwa na zinyo zina depend, kama atakuwa na sio wote mm. ambao wanapitia x-ray mm. sio wote ambao wanapitia vipimo kama MRI, mm. ambazo zinaacha report mm. kwa kwa zile ambazo zipo, tutazitaji mm. kwa zile ambazo hazipo, hatutazitaji. mm. Baada hapo tutamhitaji sasa atupatie picha yake ambayo ni mzima sasa, mm. tuone kama kweli huyu mtu sasa hivi ni mzima, mm. kwa sababu mm. mwingine anaweza akaclaim, mm. kumbe bado anaendelea na matibabu, mm. kwa hiyo tutamcompensate, kumbe ile sio stahiki yake, bado alikuwa mm. na kuna mm -hmm. kiasi ambacho watakuja kukiongezea kuendelea kutibiwa kwao. mm -hmm. tutahitaji kuona medication yani, mm -hmm. picha yake akiwa fit kabisa. mm -hmm. tunajua kwamba hapa huyu mtu yuko sawa, kama ni ame, amerema, amepata ulemavu lakini bado tunaona kwamba amepata ulemavu lakini, mm -hmm. tayari hayuko tena kwenye process za medication. mm -hmm. ana ulemavu ndio, lakini yuko kwenye maisha tayari kwenye jamii kashaarudi mm -hmm. kwao, tunajua tukimlipa tutakuwa mm -hmm. tumemlipa stahiki yake ambayo hana haki mm -hmm. kuipata, na sio kwamba tumemlipa kidogo, baada anaendelea na matibabu kooni hizo. So, tu pamoja na zile ambazo tutapewa na yule aliye mgonga, tunazijumisha kwa pamoja, tunamfanyia makadirio mahesabu mm -hmm. kulingana na taratibu ambazo zimewekwa mm -hmm. na tunaweza kumpa fidia yake Ay, Akifa sasa, kuna watu wanakufa pale pale na kuna mtu anakufa wakati anaenda na matibabu. Okay, okay. Yule ambaye anaenda na matibabu tutakompensate kwanza zile gamba ambazo walikuwa wanazitumia mm, na baada ya kufa sasa tuna kuna kuna kuna, kuna kama nilivyosema, hizi tunatumia miongozo ambayo tunatoa na regulator mm, wetu ambaye ni Tila. Kwa hiyo kuna kuna kuna compensation ambayo tunatakiwa tu story. Mm. O, kama atakufa kwanza, tutabidi tupate cheti cha kifo mm, lakini pia tutatakiwa tupate taarifa za msimamizi wa miradi. Mm. Kwa sababu amekufa sasa kuna mtu mm, anakuja kudai. Yes. Lakini anayekuja kudai je, ni mtu ambaye familia au serikali imeridhia imemwagiza kwamba asimamie maslahi ya huyu mtu. Kwa hiyo lazima tupate uh, documents zinazotoka mahakamani zinazoonyesha kwamba huyu kweli ni msimamizi wa mirathi waga, kuna hukumu, kuna form namba moja, form namba mbili, zote hizo ni nyaraka za uteuzi wa msimamizi wa mirathi. Tukizipata zile zitatusaidia katika kufanya. Kwa hiyo lazima tupate cha tupate documents za msimamizi wa mirathi, lakini pia lazima tujue gharama ambazo walitumia kwenye medication. Kama kupitia medication kabisa, tutahitaji gharama ambazo walitumia katika ni cha msiba, mm. Yes, lazima ni muhimu sana, ni sana. Kwetu, tunajua kuna jeneza, tunajua mm. Kuna mwingine anaweza akatumia gharama kubwa, mwingine ikatumia ndogo mm. mm. Lakini evidence zote ni risiti. Mm. Kwa hiyo tunawaomba sana Watanzania Tanzania wa, wa wahifadhi sana risiti inapotokea mm. majanga, kwa sababu unajua mm. ni gharama ambayo haukutakiwa kuitoa, lakini kwa sababu janga limetokea mm. umeitoa kwao, lazima uikave mm. kutoka bima. Sasa mm. mm. yes. <laughs> ni ngumu kulikava kwa maneno. Yes. Na mimi ni, ni ngumu kusema nikadirie jeneza la shilingi ngapi, mm. gharama watu walikula shilingi ngapi matenti mm. au au wengine hawana hizo taratibu, tunatofautiana na traditions na wengine wakizika kimaliza hawana hizo taratibu mm. wengine unakuta labda watumii majeneza, kwa hiyo mm watatuambia mm. wametumia gharama kiasi gani mm. za vyakula taratibu zote za msiba mm. na kwa kutumia risiti mm. lakini pia baada ya hapo, na ile ile death certificate na zile nyaraka za msimamizi wa mirathi mm. sisi tutaweza kutoa fidia okay. Tuende kwenye mali Mali imeharibika. Kwenye mali imeharibika. Yes, kuna watu wanaharibikiwa na mali zao. Mm. Mtu unakuta ana nyumba yake ipo pembeni ya barabara, mm. mtu ana biashara ana duka lake liko pembeni ya barabara, mm. gari imeacha breki, imeharibika, kwa hiyo kuna mali zinaharibika. Kwenye mali zinazoharibika kwa sababu tutataka uh, kwenye mali ambazo zinaweza kutengeneza tutataka invoice ya matengenezo. Kwa hiyo mtu akipata majanga kuna zile document ambazo nimesema nimesema ni basic lazima yes, tuzipate kaza kuhusiana na gari mm -hmm. ile COMESA, mm leseni na form. Mm. Sasa zile akishazileta zileta yule aliyemgonga akimpatia huyu aliyepata matatizo, yeye sasa alipata matatizo wa uharibifu wa mali mm -hmm. Tutabidi atuletee gharama za makisio ya matengenezo kama mm -hmm. ni jengo lake ataenda kwa wakandarasi wa ujenzi watamtengenezea mm -hmm. makisio ya ujenzi ile mm -hmm. nyumba kurudisha katika ile ile ile hali yake mm -hmm. lakini pia atatuambia kama ilikuwa ni jengo la biashara mm -hmm. kile kiasi ambacho atakuwa amekipoteza katika ule muda mm -hmm. kama ni majengo labda ya kupangisha mm -hmm. kwa hiyo zile ni statement ambazo ataziandika mm -hmm. atatuletea kwa hiyo akitu sisi assez sana sana tutaangalia zile gharama ambazo lazima tuzikompensate, kwa sababu isingekuwepo ajali, yule mtu asingepata hiyo chakula. Kwa kama third party, lazima yule mtu amekuwa third party, ameni third party kwenye ile mkataba mm. tulio nao wao. Mm. Kwa sisi tuna mkataba na yule ambaye amesababisha mm. mm. ajali o, kwa hiyo yule third party lazima tuhakikishe kwamba jengo lake tunairudisha katika hali ambayo umepwepo. Poa atatuletea nani za, za makadirio ya ujenzi tunasema makadirio ya ujenzi mm sisi tutatumia makadirio kuweza mm -hmm. ku kuangalia ni kiasi gani, kiasi gani tunaweza kuwa tumrudishie tumfidie, ili mm -hmm. aweze tu. Oh, by the way hatulipi hatutampa kwamba hela hizi hapa mm -hmm. lakini tutamuomba yule mtu mkandarasi mm -hmm. leo tuletea invoice, tutamwambia bwana -hmm. tuta tunaomba ukajenge mm, hii jengo kwa kiasi fulani, ukishalijenga mm, ukalikabidhi mm, na yule mteja wetu yule mteja wetu mm, third party mm, akalidhia mdai akalidhia kwamba hii jengo langu kweli limekaa kama lilivyokuwa mm, basi yule tunamlipa kile kiasi ambacho mm, amekutumia mm, kwao tutakubaliana na ile kiasi atakachotuletea invoice ya matengenezo ndio hiyo mm, hiyo ambayo tutaitumia kama base mm, kuweza kutoa fidia mm, kwao tuta, tuta setu, kulingana na gharama ya matengenezo lingine gharama matengenezo. Majanga mengine ni ya gari. Sasa gari kuna mtu atagonga gari la mtu gari kama mm -hmm. agari, enjime, hile, hinde, ya gari na yenyewe taratibu mosini ile ile, kuna invoice ya matengenezo ya gari mm -hmm. au kama imepata total loss pia tutaona kwamba ile ni total loss. Kwa hiyo tutapata picha za ajali tutapata picha za ajali tutapata zile gharama za matengenezo mm -hmm. lakini kwa huyo mtanzania tuna kama ni mtumiaji chombo cha moto pia kuna utaratibu ambao upo kwamba mtumiaji wa chombo cha moto lazima naye awe na bima tu barabarani. mm. Kwa sababu tunahitaji na yeye bima yake, tunahitaji kadi yake ya gari kuonesha kwamba kweli ni mmiliki wa lile gari anaelidai sio, tunamlipa huyu kumbe baadaye anakuja mmiliki ambaye ni halali sasa wa gari hilo gongo. mm. Kwa lazima, tupate u kuonesha umiliki wa yule alongonga atatuletea kitambulisho chake cha NIDA, atatuletea kadi yake ya gari, atatuletea bima yake mm. atatuletea leseni ya, yake mm. baada ya hapo na yale matengenezo ya kutengeneza gari mm pamoja na nyaraka zile ambazo zinatoka kwa yule alomgonga mm. Yes, ambazo hizo nyaraka zinatoka kwa yule amemgonga. Tunajua kwa sheria zetu za Tanzania, ajali ikitokea mm. barabarani waga mm. kuna kesi lazima ipelekwe mahakamani mm. Yes. Kwa ile kesi ikipelekwa mahakamani, kuna documents ambazo tunazipata pia kutoka mahakamani mm. ambapo court judgment na charge sheet mm. yes. Kwa tukipata zile court judgment na charge sheet kutoka kutoka mahakamani plus na zile document ambazo yule alogongwa ametuletea mm. matengenezo, kadi ya gari, kitambulisho mm. chake cha NIDA, leseni yake, bima mm. uh, uh, yake mm. na ile invoice, tutazitumia zile kutoa fidia stahiki. Kwa hiyo pia aloaribika na gari okay, wapo Tanzania, kama aomezunguauzungumza kitokea hapa nchini mm. tukisababisha sisi ambao tumekata hii mm. uh, yes, yes cha kwanza kisababisha ajali lazima cha kwanza utatoa taarifa, utatoa mm. taarifa katika hiyo nchi husika mm. labda umetoka Tanzania umeenda Kongo mm. kwenye ile bima tunayokupa sisi kutoka hapa Tanzania yes. ile Yellow Card mm. kwa nyuma inakuwa ina ina namba za simu na address na email za mm. Kila nchi wasimamizi wa COMESA kila nchi, okay. Kwa Tanzania, kuna taarifa zetu mm. sisi kama mm. NIC mm. na location yetu na email yetu mm. lakini kwa, mm. mm. kwa, mm. kwa nchi husika kuna details zote ziko pale. Kwa hiyo tuta tunamshauri na tuna mtaarifu Mtanzania atakayesababisha ajali akiwa nchi nyingine mm. apate pale namba ya simu apate email aweze kutoa taarifa kule ili wale waweze kumsaidia kwa haraka mm. kwa cha kwanza atoe taarifa, cha pili atoe ushirikiano wa kutoa hizo komesa zake awapatie mm -hmm. Komesa kopi za komesa zake mm -hmm. Atoe kitambulisho chake mm -hmm. E, amini leseni yake, lakini pia na kadi yake, ya kadi ya gari mm -hmm. Na atawajazia ile fomu ya madai ya kujikomeshi kwamba yeye amesababisha ajali kwa mm hiyo -hmm. mm -hmm. Hakikisha hizo nyaraka anawapatia nyaraka awapo huo ushirikiano baada ya mm -hmm. Hapo akiwapo huo ushirikiano kuwapatia zile nyaraka mm -hmm. basi wale watazitumia zile nyaraka kupata fidia katika hiyo biuro mm -hmm. husika au hiyo nchi husika, yule msimamizi wa COMESA katika hiyo nchi husika mm -hmm. atazitumia hizo pamoja na wale watakazozipeleka mm -hmm. za kwao kutoa fidia. Kwa hiyo lazima kwanza wavipate hivyo vitu mm -hmm. kwa Mtanzania ukipata ajali katika hiyo nchi husika hakikisha unapeleka unawakabidhi COMESA unawakabidhi leseni yako, unawajazia hiyo fomu ya declaration na unatoa taarifa ili zile nyaraka sasa ziwasaidie wale waliosababisha matatizo kuendelea mbele. Kwa hiyo ukitoa ushirikiano, hamna atakaye kamata gari, hamna atakaye kusumbua. Kama wana taratibu pia kama za kwetu Tanzania za kupeleka kesi mahakamani, utapelekwa mahakamani, utahukumiwa, utatolewa statement kwamba wewe ndio una makosa mm. Then kama wewe ndio umeokosa umehukumiwa wewe mm. Ile kampuni ile msimamizi wa bima hiyo nchi husika ndio mm. mm. atahusika kufanya hizo compensation mm. mm. sio wewe. Kwa hiyo itategemea, sio nchi zote ambazo kesi lazima ziende mahakamani mm. mm. Kuna wengine wanailai na zile taarifa za mwanzoni za mm. za mapolisi mm. wanazitumia hizo kutuafidia, lakini mm. mm. kwa mfano kama Tanzania lazima kesi ziende mahakamani, tutapata zile court judgment na na court judgment na charge sheet ile mm. tutaitumia katika kupata up, up, uhakika zaidi wa ile ajali na taarifa zaidi za ile za ajali na kutoa fidia. Kwa hiyo yeye hawape wao ushirikiano, baada ya hapo anakuwa huru kuendelea na shughuli zake. Kwa hiyo inidi inaonyesha kuna umuhimu mkubwa sana wa mtu kwa hususan sisi hawa wanaoingia kuwa na hii bima, kwa sababu e. in case hauna inabidi sasa ukae tu tena hapo unaingia gharama ya kulipa e. E. E. E. Na nitoe rai kwa Tanzania, kwa sababu mtu unavotoka Tanzania kwenda nchi nyingine, una bima kwa kweli, unakuwa unaingia kwenye hatari. Cha kwanza, ile nchi wewe ni mgeni, kwa hiyo hata unapopata shida, ujuku hauna unayemjua, ujuku ukimbilie wapi? Kwa hiyo ukiwa na bima, taratibu za bima zile zile, sheria ya COMESA inaitambua. Ndio maana tuna umoja na sisi, wakati tunakutana kwenye vikao, viongozi wa, wa viongozi wa nchi zote wanafahamu, wanakutana, kwa hiyo ni kitu ambacho kiko fomo, kinajulikana. Kwa hiyo kwa na COMESA utatoa hizo so nyaraka, wala hamna atakayekusumbua, lakini sasa kama una bima au umepewa lakini umepata feki COMESA, au umetafuta katika namna ambayo sio rasmi, ukaipata ukaenda nao kule, na ikasababisha majanga, wakasema hii hii COMESA sio halali, ni feki. Nasema mm. utapata shida, wengine watakukamata, itategemea na nchi hizo mm. taratibu zao zikoje, lakini utakuwa katika mazingira ambayo utatarisha biashara yako, maana unaweza kuwa una mzigo wa mteja anakusubiri na wewe umekamatwa. Oh. mm. wataka kuachia. Kwa hiyo ni changamoto, kwa hiyo nitoe kwa hiyo, kwa Tanzania wenzetu, mm -hmm. wahakikisha unapovuka boda kwenda nchi za wenzetu, hakikisha una hiyo coverage mm -hmm. ya COMESA ikusaidie katika majanga ambayo bahati mbaya utasababisha hatuyatarajii mm -hmm. uweze kupata fidia na wale utakaosababisha uweze kupata fidia. Wewe endelee na amani. Kazi mm -hmm. kubwa ya bima ni kuhakikisha kwamba una peace of mind. Mm -hmm. Yaani hata ukisababisha ajali unajua mm -hmm. ni taklia tu tuntoa hapa vitu mm -hmm. vyangu mimi naendelea na safari. Mm -hmm. Wewe ni hakikisha una peace of mind kwa kuwa na Yellow Card ya COMESA, na sisi kama NIC tunatoa hizo Yellow Card kwa COMESA lakini pia mm. kwa Tanzania sisi ndio watu pekee tunatoa fidia mm. katika majanga ya COMESA. Kwa hiyo ukipata janga lolote pia mm. usisite kuja Shirika la Bima la Taifa. Lakini pia hata ukitoka Tanzania ukaenda mm. kule kuna zile address basi yana wale watu mm. wana ushirikiano mzuri, lakini hata ukikwama bado usisite kuja kwetu. Unaweza kusababisha ajali ukawatafuta kwa hujapata kwa wakati, lakini unaweza mm. kuwasiliana na sisi, sisi tutawasiliana wale kama kuna Mtanzania mwenzetu mm. yuko labda yuko sirimplu, yuko Bujumbura pale mm. amesababisha ajali, tunaomba mfike pale muweze kumsaidia, gari mm. yake iachiwe na aweze kuwakabidhi zile nyaraka za muhimu na mm. kuendeana safari yake. Tunaposema sisi ndio bima ndio ukubwa tunaongelea kama uwa COMESA, kwa maana NIC imewaza kwa niaba yako kwamba unapopata janga, unapata changamoto ukiwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, uwe na uhakika wa kutulia, uwe na uhakika wa utulivu kwa sababu wao wanafanya kwa niaba yako kukuondolea riski, kukuokolea muda wako, kukuokolea mali yako, lakini pia kukupa ile peace of mind ukiwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Enidi, yupo mtanzania ambaye sisi anatutazama muda huu, nini neno lako la mwisho unaweza kumwambia kuhusiana na sisi? Neno ambayo unaweza nikampa kwamba asisite kukaribia NIC mm, na ni muhimu upate hii elimu kwa sababu unaweza ukajiona una gari labda ukai pembeni ya barabara mm, lakini majanga inaweza akakuta kuna siku utakuwa uko kwenye gari la mtu mwingine huko mm. barabarani. sisi kama Watanzania tunasafiri tunatoka mm. sehemu moja kwenda sehemu nyingine. kwa hiyo ni muhimu upate hii elimu na hii elimu ujue kwamba nikipata janga muda wowote, au hata kumsaidia Mtanzania mwenzako anaweza akagongwa. kuna watu wana, wanapata majanga nakaa zaidi ya mwaka mzima, ameumwa amejitibwa ametibiwa amemaliza ana, anajua hamna fidia mm -hmm. Hata kama anasikia a kuna bima lakini hajui ni wapi mm hajui -hmm. Analipa lazima huyu mtu alionigonga ni wa Kenya sasa mm -hmm. Mimi nafanyaje? mm -hmm. Au ni Zambia mm -hmm. Mimi nafanyaje nitaendaje Zambia? mm -hmm. Kumbe ni hapa hapa mm -hmm. Kwa hiyo nitoe kwa Watanzania wenzetu unapopata janga la ukiona ajali yoyote imetokea unaweza ukafika hata kwenye eneo la tukio kama mm -hmm, ni gari ambalo limehusika na ajali ni la nchi nyingine mm -hmm, zungumza na wale ambao wamepata majanga pale, wamejeruhiwa, wengine wamefiwa na ndugu zao, wengine wameharibikiwa na vyombo vyao vya moto. Zungumza nao, waambie kwamba shirika la bima la taifa ambalo tupo mikoa yote kwa hapa Tanzania na Zanzibar tupo, awezi kufika hatai loote ambao liko karibu na sisi, aweze kupewa msaada na mwisho wa siku madai yake yatafidiwa. Nenda ofisi yoyote ya ADC hapa Tanzania bara na visiwani, ukiwa na swali lako lolote kuhusiana na mambo ya bima. Inawezekana media imesema, umekaa muda mrefu kadhani, kwa maana ya kwamba hakunaga hivyo vitu hapa nchini. Kumbe taarifa ni muhimu ukipata kukusaidia wewe na watu wanaokuzunguka. Nikutakie usiku mwema na nikutakie maamuzi mema mwaka 2025 unapokuwa unavuka mipaka ya Tanzania ama unaingia katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana ndugu kwa siku ya leo.